Maisha ni safari ndefu sana na mda mwingine maisha yanakuwa mafupi. Mto, mtoto anaweza asizaliwe akaishia maisha yake akaishia tumboni. Anaweza akazaliwa maisha yake yakadumu ndani ya masaa tu au ndani ya dakika tu au ndani ya sekunde tu kutokana na, na situation hiyo tumeamua kuandalia channel yako hii ya maisha safari ili tushie nawewe kuhusiana na matukio mbalimbali yanaweza kuhusiana na maisha yakiwemo ya furaha yakiwemo huzuni na kustajabisha, mengi yanayopitia wanadamu mbalimbali na viumbe wengine mbalimbali. Leo nikukaribisha tu katika chaneli yako hii ya maisha ya safari chaneli, tutazungumzia katika swala la umaskini na nikizungumzia umaskini, watazamaji wengi sana sio wageni na hilo neno neno umaskini, ila inawezekana sio ugeni tu, lakini hana uelewa nao sana kutokana lilivyo, watu wengine akawapaa maskini kumbe sio maskini, watu wengine akawapa utajiri kumbe hana utajiri huo. Basi bwana na mimi kwa kuwa kukupa ili somo leo, kwa sababu kuna siku moja niko narudi kutoka katika mihangayo yangu mbalimbali, kutokea Mwenge kwenda Goba Nilipanda kosta, ile kosta ilikuwa ilijaza sana kwao, sikubahatika kupata kiti, tulisimama na tulibanana sana katika ile kosta. Sasa kuna jamaa mmoja, abiria mmoja alimkanyaga abiria mwenzake, walikuwa wanaanza kuzozana. Sasa kuna yule ambaye aliyekanyagwa alikuwa anaamika, alikuwa anasema yote hiyo kwa sababu ya umaskini. Kama leo hii mtu angekuwa tajiri ana ya gari yake kutembelea basi wasinge kanyagana. Mimi nikatikisikia sana, nikamwambia wa umaskini sio kama mtu ukiwa maskini ndio utapanda costa au ukiwa tajiri ndio utapanda costa. Hiyo sio maana ya utajiri au sio maana ya kuwa mwenye pesa. Jamaa alikataa sana na alinipinga kutokana na e, kidogo umri umeenda, kielimu kidogo ya kuwa Ilikuwa, ilikuwa ndogo hana uelewa, lakini leo na, naomba nielezee kidogo kuhusiana na elimu ya umaskini walau ka uchache, naye uielewe na uanzishe mfumo mpya ya maisha yako angalau utakuepuka huo umaskini, au kuwapa elimu wengine watu ambao wanajiona wao ni maskini. Na kuna wengine wanakwambia maskini si mtu ambaye hana viungo kabisa. Hapana, hiyo sio maana ya umaskini. Unaweza ukaa na viungo na ukaa na hela i na pesa ukana na mali na ukawa tajiri. Nikianza na neno lenyewe tu umaskini, maana yake nini? Umaskini ni ile hali ya familia mwanadamu au nchi kupata pato la kila siku ambalo lisilokizi, yani sio kupata pato lililo chini ya kiwango cha kawaida ambacho anachotakiwa kupata na hiyo hali inatokea ni kila siku, sio siku moja tu. Umekosa leo unasema kesho umepata unasema maskini? Hiyo, ah, hali ni ya kila siku kutopata kiwango cha mahitaji yako unayotakiwa ya kuyapata kiwango sahihi cha kila siku, aidha iwe katika familia au wewe mwenyewe binafsi. Mtu kama huyo tunaweza kusema huyo maskini. Na kuna aina ngapi za umaskini? Kuna aina kuu mbili za umaskini ambaye ni relative na absolute. Relative ni umaskini wa kawaida. Je, umaskini wa kawaida upoje? Umaskini wa kawaida ni ile hali ya mtu binafsi au familia kupata walau nusu ya pato ambalo wanaotakiwa kupata la kila siku, kupata walau nusu ya pato ambalo wanaotakiwa wapate kila siku. Yaani kama familia a ka kila siku inatakiwa ipate elfu kumi ili kuendesha maisha ya kila siku, kuendesha na kupata mahitaji yao ya msingi, basi wanapata elfu tano kila siku. Wanatakiwa wapate elfu kumi lakini wanapata elfu tano kila siku Tunasema umaskini wa kawaida, umaskini wa kawaida. Kwa hiyo nchi kama target yao nchi ipate bajeti ya trilioni sabini, hiyo inapata trilioni thelathini na tano baada ya kupata trilioni thelathini na tano, nyingine wanaenda kukopa kwenye Benki ya Dunia kwa sababu halikidhi na bajeti ya nchi inatakiwa, tunasema hiyo nchi ipo katika viashiria vya umaskini. Hiyo ndo aina ya kwanza ya umaskini wa kawaida. Aina ya pili ya umaskini ambayo, hiyo ikumbuke tu, huu umaskini wa kawaida inaitwa relative poverty, na katika umaskini mwingine ni umaskini wa uliokithiri. Aina ya pili ya umaskini ni maskini, umaskini, maskin, umaskini uliokithiri. Hizo aina kuu mbili wengine wamezigawanya katika aina nyingi sana, fomu nyingi sana za maskini, lakini hizo aina kuu mbili ni umaskini uliokithiri. ambaye na yaani, umaskini uliokithiri huu ni yani maskini maskini. Je, yeah, maskini umaskini uliokithiri au mtu kimbaye yule maskini aliyokithiri upoje? Umaskini uliokithiri ni ile hali ya mtu binafsi au familia kupata robo ya kipato chao ambacho wa anachotakiwa wapate kila siku anapata robo ya kipato chao ambacho atakiwa kila siku. Kwa mfano wanatakiwa wapate elfu kumi wao wanapata elfu mbili mia tano elfu ngapi, elfu kumi na mbili apate elfu moja Ukipata mia mbili na hamsini kila siku, ili ukizi mahitaji yako ya msingi yote twa upate elfu moja huo unapata mia mbili na hamsini, maanake wewe unaingia kwenye kundi la umaskini uliokithiri, na inaenda mpaka mia mbili na hamsini mia tatu mia nne, unashuka tu mia mbili na hamsini ukishuka hapo kabisa, ukishuka chini ya mia mbili na hamsini ukienda mpaka mia mpaka ngapi, utaenda kuwa kapuku. Yani hiyo umepita kwenye umaskini, sio, umeenda kwenye ukapuku umeenda kwenye ukapuku. Ndo maana sema umaskini huu watu wengine wameugawanya, yani ukapuku pia ni aina nyingine ya umaskini yani, yani, lakini umaskini ambaye uliokithiri mara uliokithiri, kapuku hajiwezi kwa lolote yani, hajiwezi kwa lolote lakini, leo misaki nizungumzia kapuku na nizungumzia umaskini wa kawaida kwa sababu aina kwa, kama Tanzania kapuku wa Tanzania sidhani kama katika mia watakuwepo wawili au kumi inawezekana mmoja huyo asiwepo kabisa. Kwa maana hiyo huu maskini uliokisiri, kama watukiwa upate elfu kumi unapata elfu mbili mia tano hizo ndo aina kuu mbili za umaskini, na sio mtu anashindwa kununua gari unasema huo maskini, hapana Umaskini usipokuwa na mavazi ya kuvaa, unaombaomba mavazi ya kuvaa, usipopata walau pesa hata kusababisha iyo kupata matibabu angalau kidogo tu, wakusapoti hata kwenda kupata matibabu, nauli, kama sasa hivi hospitali za serikali, usipopata mahitaji yako, sii chakula, unaelewa na makazi na makazi. Maana ya makazi sio upate uwe na nyumba yako, hapana, yani huna pa kulala, lakini katika, katika wa ukiwa na uwezo wako, ukiwa na pesa zako, umekodi chumba, unasema maskini, maana yake unakufulu yeye, wale wa maskini na wengine wasemeje? lakini baada ya kutoka kuelezea kidogo kuhusiana na umaskini, nitaelezea viashiria vya umaskini yani, ukiona hivyo viashiria hata wewe mwenyewe unasema hizi dalili za mimi kuenda kuwa maskini. Kiashiria cha ja kwanza ni par capital income, kupata pato dogo. Unatakiwa upate elfu kumi, mwezi mzima unapata elfu tatu, mwezi mzima unapata elfu nne, elfu tano unasema hapa, nakuelekea unaenda kuwa maskini. Kiashiria cha pili ni kutopata kazi kwa wakati, ambayo inaweza ikakusababisha kupata, kupata pato na kupata kazi. Sio kutafuta kazi, hata ukienda kulima pia hiyo kazi, kwenda kuuza karanga pia hiyo kazi. Kwa maana hiyo sio kupata kazi ndo kaombe kazini, aa We mwenyewe kutopata kazi hiyo, viashiria nini vya umaskini. Kiashiria kingine cha umaskini uvivu, yani kuna mtu mwingine hajishughulishi, ani, kuna mtu mwingine yupo nyumbani hajishughulishi, wenzake eh? wa mama leo hii hana kazi, anaishughulisha anakanga mandazi anauza mama, mama hana uwezo hana mume, familia yake, ana watoto p mnawake kafa anakaanga maandazi anauza, anaenda anakaanga sambusa, afanya nini yaani kazi mbalimbali anaishughulisha, lakini kuna mwingine yani yeye hajishughulishi kwa chochote, ni uvivu. Hiyo kiashia kimoja cha nini cha kuelekea kwenda kuwa maskini. Kiashia cha pili cha kuwa maskini kujipa hadhi za juu wakati ya kuwa sisi hadhi zetu za chini. Yaani umesoma una degree lakini unataka mpaka upate kazi ambayo yenye hadhi sana degree, wakati zipo kazi nyingine ndogo ndogo unaweza ukafanya, ukasubiria uka, uka, kazi ambayo ile unaweza kaomba inatokana na elimu yako. Kiashiria kingine inaweza kupelekea ka, mtu kwa masikini hicho ndio kikubwa sana hiko. Vipo viashiria vingi sana, unaweza mtu kuwa masikini katika nchi nchi, kuwa, nchi kutokuwa na miundombinu, viashiria vya maskini kwa sababu kusipokuwa na miundombinu watu wamfanye shughuli zote za, za, za matembezi ya kurahisishia usafiri. Nchi kutokuwa na mawasiliano viashiria vi vya maskini, hiyo tunasema kwa, kwa nchi nchi kuwa na viwezeshaji viwe, viwe katika watu kurahisishia katika nyanja mbalimbali. Hiyo sababu hizo ndio sababu, ni viashiria vya watu kuwa maskini. Na mojawapo wapo viashiria vingine ni kupata ku, sisi hasa jamii za Kiafrika kulazimisha kuwa na watoto wengi kuliko vipato vyetu, kulazimisha kuwa na watoto wengi kuliko vipato vyetu. Tunaona familia nyingi sana, unakuta mtu ana watoto kumi, kumi na tano akipata laki ya kawaida tu, hiyo familia hiyo sababu mojawapo, yani indicator, yani viashiria kimojawapo cha nchi kuwa maskini na mtu kuwa maskini, binafsi kuwa maskini, hiyo kiashiria mojawapo. Na, mpaka familia nzima kuwa maskini. Viashiria vingine vya kuwa maskini, kwa wananchi kutopata elimu. Yaani kuwa na elimu ndogo japokuwa Tanzania tumeona nchi yetu inajitahidi sana kuweka sera ya elimu bure, lakini nchi ambayo ina wananchi wengi ambao wasioelimika ipo katika viashiria vingi sana kwa sababu ili ili upate ufunue ubongo wako lazima uwe na elimu ndio ubongo wako uweze kufu, kufu, kufunuka. Hivyo ni viashiria vichache, vipo viashiria vingi sana. Je, tunafanyaje ili kuondoa hivyo viashiria? Zipo njia mbalimbali nyingi tu za kuweza kuondoa hizo viashiria: kuondokana na uvivu, kujishughulisha katika kazi mbalimbali, kutoangalia sana elimu katika utafutaji wa kazi na pia tuzae tuwe na familia, na family plan, yani tuwe na mpango wa familia, kama nataka ni uwe na watoto ambao unaweza ukawa mudu. Kwa hiyo zipo sababu unaweza kufanya zizi. Nchi pia kugaa, kuandaa miundombinu yake vizuri, kuweka kuwa na mawasiliano mazuri wa kutoa taarifa sahihi mda mwafaka katika watu kutafuta kazi

na kwa sababu gani yeye alijua kabisa madhara ya vita vita makubwa kabisa, vita nchi, na madhara makubwa inasababisha nchi. kuwa kwanza moja kabisa ni vita, ikiisha nchi inaanza moja kabisa. Kwa hiyo alikuwa anaangalia tu anaikuwa na hapa silaha nchi nyingine. Afu baadaye, anas, e, alikuwa na, a, alikuwa na, anasidai madeni yake kwa nchi zimeingia katika zimeanza moja katika maendeleo, na ndio maana mpaka sasa hivi nakuta Marekani ni nchi inaongoza kiuchumi duniani. Kwa hiyo alikuwa anatumia akili sana Kina John Kennedy kina, kina, kina Lincoln walikuwa wanatumia akili sana. Nikukumbusha tu hii chani yako, tusapoti chani yako hii ya maisha, safari subscribe, komenti kutokana na kipindi hiki. Mimi naitwa Asham Islam, katika mitandao yangu ya kijamii ni Asham TZ, instagram tiktok Asham TV Facebook wa Sham TV. Kwa leo inatosha. Tunakutana wakati mwingine tutaelezea vizuri kuhusiana na maskini na zana katika nitakuwa na, na, na, na kipengele kingine lakini nikukumbushe tu kutokuwa na usafiri wa kutembelea eti useme mimi sina gari sina ndege ndio maskini, hapana, hiyo sio sio dalili ya umaskini. Kutokuwa na nyumba hiyo sio maskini. Kuna leo hii kuna tajiri na gari zaidi ya mia nne mimi namfahamu, lakini anapanga, anapanga anaishi na kigezo moja wapo cha kuepuka umaskini, uwe na sehemu ya kuishi, sio wa na nyumba. Uwe na sehemu ya kulala, sio yakao ya kwako, yaani uwe una hakika kulala. Asanteni sana, tutakutana wakati ujao.